Kwa machina mimi naitwa Tutuu Wepou, tuko hapa na uchaguzi wa soko kubwa management. Mimi nikiwa welfare na wania kiti ya welfare, ninaona hii kazi yenye inaendelea hapa si ya ukweli hata kidogo, kwa sababu watu wenye wanakuja kupika kura hawajui ni namba ya voters wako wangapi. Hawajui, hawajui clusters siko ngapi alafu unaona wanakucha, wanasema tu ati wewe unaenda huku na sisi hatuchwiyo ya pili, wapo wanaweka vitu hata wanaita ati kilasi ta moja inapika inaenda inapika inaenda. Ni kitu yenye sisi watuliambiwa ya kwamba watatuletea hiyo machina listi ya verification, tumalize kwanza ndio wakuche waanze kupika kura. Sasa tunaomba hii kura wanafanya namna hiyo kwa sababu kwanza, ninasema, presidenti alikawa hii mkao ya masoko, akachenga kila kaunti na watu ikutoka kaunti ya nje. Sana sana watu ya kaunti ya Kakamega wamekucha hapa, wanataka kunyang'anya sisi kazi yetu hapa, wachukue soko yetu ati itawaliwe na watu ya Kakamega, watu ya Bungoma. Mimi nasema namna hiyo, iwapo kama hiyo ndiyo iko inaenda kutendeka Tafadhali hiyo kura sisi hatuta kupaliana nayo, na kama ni wanataka ukweli, watuletee sisi listi hiyo tuverifi, tumalise na tuchukue ni namba ngapi yenye inaenda kupika kura bure. Kila mutu aende kaundi yake apate msa, m, apate bitu ile presidenti aliweka kwa kaundi yake, siyo kutoka Kakameka na kuta kunyanyasa sisi. Wacha ningoche tumalise na tuone iko namna gani, na hata kama ni mbaya, sisi tuko na haki ya kupambana na kazi yetu hapa na hatutaki hiyo. Mimi natetea wale wenye hawachiweza. Kwanza nilipopewa kama interim muda wa mwezi mmoja, nilikuwa nimesaidia watoto wa kuenda shuleni, watoto 40, na sai niki, nikipewa muda mrefu ya miaka tatu, ninahakikisha ya kwamba kungoma market iko na minpasi Ngoma market, hakuna mtoto ataitwa Alliance Kakamega, ka msinga na tumuruti tupeleke, sio kila mtoto, nitahakikisha anaenda, sababu iko pesa yenye serikali ilitoa na ikaekeza ya education. Sisi tutaenda kupambana na ofisi itoe hiyo pesa, na mtoto aende mahali akili yake ilimpeleka sio kuchukua mtoto ameenda wanamwita razi, na mnasema hakuna pesa ati at, ati at aende. Sio hiyo, hakuna. Mimi nikiwa huko kwa sababu hata kwa muda wa mwezi mmoja, wa, wa mwaka mmoja hiyo, nilikuwa kama indari, nilicharibu na nikapeleka watoto arobaini wakaachi wenyewe wanachua. Hata hii kura yenye mnaona inaendelea hii kama haitakuwa na ufisadi, mimi ni mpinzani wangu aka analia, nimemwaka mwaka kitambo sasa. <laughs> <laughs> asanteni sana lakini, wacha Mungu atusaidie wakakameka, wengine waende wachukue mkao kwao, hapa hapana. <laughs> <laughs> majina yako fundi Abubakar Wekesa ama ukipenda mrefu nimesimama kiti ya uchema ni wa soko kubwa, na vile mnaona watu wamejaa namna hivi. Leo ndiyo siku baada ya miaka tatu, leo ndio siku ya kuchagua kiongozi wa wa soko kubwa. Kwa hivyo hii exercise inaendelea vizuri sana, sijaona tanganyifu lolote isipokuwa, anaomba wakaaji wa Pugoma wote, ukijua kwamba wewe unafanya kazi kwa soko kubwa Toke mupige kura. Uchaguzi wa siku ya leo, kama utachagua kiongozi mbaya, unaenda kuumia kwa miaka mitatu, na ikiwa utachagua kiongozi mzuri, unaenda kufaidika kwa miaka mitatu. Kwa hivyo inahimiza watu, uchaguzi wa leo hatutake furugu, hatutake kasia, hatutaki chochote, lakini tunataka mchague viongozi wale wenye wako kepepo, wako competent, wenye wanazaongoza hii soko kwa miaka mitatu. Hii soko tuliletewa na his excellency Mr President, ya kwamba uh, akaleta milioni mia tano kwa hivyo tunataka ule kiongozi mwenye ako capable ya kusimamia hiyo mradi for the next 3 years. Kwa hivyo mimi nawaomba namna hii, sisi kama wafanyabiashara wa soko kubwa leo tumesema leo tuwaje mambo ya kazi yetu yote na tuchague viongozi. Mimi nimesimama kama kiongozi, nataka kitu ya uchairmanship. Kwa hivyo naomba hawa wenzangu hawa wote kwenye soko zingine zenye zinafuata, tafadhali muike mfano kwa soko kubwa, na nyinyi pia mupige kura yenu kwa usalama. Pengine nikukate tu wewe, unaazimia kuwa chairman, ni maybe kitu gani ambacho iwapo utachaguliwa watafanya. Mimi nilikuwa nimetoa manifesto yangu tano. Ya kwanza ikiwa tribalism, ya pili ikawa eh, eh, nepotism. Eh, sorry tribalism, ndikakuwa na, na na equality. Nikakuja nikasema empowerment na education nilitoa agenda zao zote tano, na nikasema ya kwamba hizo agenda tano wakinichagua, wananipa 90 days takuwa agenda kama chama za, nimewahakikishia hizo agenda zote na hu zaandah a. Ni siku njema sana watu kujitokeza kuja kupiga kura ile. Niko hapa hivi, niko kwa uwanja wa Costa Ground ambao kwa saa hii kura iko inaendelea, na ninaona inaendelea kwa njia sawa, kwa sababu mwanzo tulikuwa na malalamisho kidogo, lakini tumekamilisha hiyo, kwa sababu sisi vile tulikuwa tukikampeni, tulikuwa tunaomba kura kwa wafanyabiashara Sio ati mtu atoke huko mbali kuja kufanya ili kupiga kura, na kweli paka kwa, kwa saa hii nimeona kufanya biashara ndio wamejitokeza kwa wingi kuja kuchukua viagazi wao, na kura iko inaendelea kwa njia ya utaratibu. Tuko na officers wetu hapa, tuko na watu walinzi wa, wakaunti waka hapa, na pia niko na wananchi ambao twa, wako katika kiwanja ya Posta Ground ambao wamekuja kuchukua kiongozi wao siku ya leo, Alhamisi tarehe 12. Sabuni kama utarudishwa kwa ofisi, mikakati ipi nimeweka kuhakikisha wafanyabiashara wako sawa. Eh, ile mikakati yangu ambayo ita, ile ya kwanza make sure wafanyabiashara wako kwa condition sawa, alafu kitu ya pili Eh, kila mfanyabiashara mwenye ako na shida lazima nimfikie. Eh, hiyo ndio mikakati yangu na kufungua ile, kwa sababu sasa hivi nimeona hao wafanyabiashara wangu ni wengi, lazima wafunguliwe sako. Hiyo sako niipate kuwalinda na nita make sure ninawafanyia hivi.